Karibu mtazamaji wetu, mimi ni mwalimu wako wa kawaida Dr. Prince Katega wa pili, mwanaharakati wa ukombozi wa Afrika ya Mwafrika. Hapa tuko Bagamoyo eh? Bagamoyo haya, na kuletea jambo jipya. nimi ni mtu wa historia, nakwambia mambo ambayo yalitokea mwaka 1868. Ndipo Ukristo ulipoingilia kutoka Zanzibar ukiongozwa na padri eh? Fada wanamuita Padre Hona, walikuja 1867 Zanzibar, baada ya mwaka mmoja wakaingia hapa, walifikia hapa hapa nilipo. Kwa hiyo leo nakupeleka katika historia ya dunia ya Afrika Mashariki, na tutaendelea, tutembee uone walikofikia. Warumi hawa walioleta dini ya Ukristo. Kama hujui, Ukristo ulianzishwa na Warumi eh, ulianzishwa na Warumi. Na Warumi sio kwamba walikuwa wanataka kutupeleka mbinguni, wao ni watawala, Roman Empire. Kwa hiyo, baadaye na Waislamu waliingilia hapa hapa. Tutakuonyesha kila hatua wa mambo yalivyokwenda hawa walikuwa ni watawala. Walijua sisi tunamjua Mungu, tunamwita Kiara, Imana, Murungu, Gai e, Zumbe, lakini wakasema, hapana, lazima tuwatawale hawa watu. Kuna watawalaje sasa? Ndio wakapitia dini. Kwa hivyo hata tunapokuwa ndani ya dini tusijivunie sana sana, kwa sababu tujue

mpaka leo tumetawalika. Wakaleta mpaka eh, mambo ya utumwa wanaita biashara. Mimi sipendi kuita biashara, ni ukatili tu wa kitumwa. Sasa tusichojua ambayo nataka ujue leo, mwana na binti wa Maafrika, dini sasa zimetufanya tumegawanyika, baada ya kuja na Uislamu. Badala ya kutuimarisha metugawa, akaakilia kiongozi, watu wanataka kumuuliza Muislamu, Mkristo, akitoa maamuzi Waislamu, ah, au Wakristo ao wan unaanza kupigiana na madebe kupitia dini which is very, very dangerous. Ni hatari sana kwa leo Nataka tuongelee jambo hili la hatari ili tujiepushe nalo, kwa kufahamu Warumi walivyokuja walivyokuja kwa Kristo, baadaye madhehebu yakaja mengi, Anglikana, Pentekoste, Lutherani na mengine. Hata Waislamu nao wana madhehebu yao, lakini tujue kwamba nia ya wale waanzilishi ilikuwa sio kutupeleka mbinguni, ilikuwa ni utawala, biashara. Kwa hiyo Waarabu walikuwa na nia ya biashara lakini wakajua sisi ni watu wa kiroho, kwa hiyo wakituletea dini tutawapokea. Tukawapokea, ile ilikuwa ndoana. Sasa kweli tumeliwa. Nataka nikupitishe kwenye historia hii, tuzungumze haya mambo ili turudi kwenye machifu. United Kingdoms of Afrika kazi yake ni kuturudisha kule kwenye asili yetu, kwenye msingi wetu. Eh, machifu hata leo wapo, wao hawana mambo ya dini. Sasa naishauri serikali, tukisema viongozi, wizara ya utamaduni, wizara eh, ya elimu, machifu wetu jamani. Kwanza sisemi ni bahati njema, nasema ni mpango wa Mungu, divine intervention imefanya leo tuko na rais, eh, malkia mkuu Hangaya Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye mkuu sasa wa jadi yeah. Sasa hili litaeleheka, ataifanya kazi yake. Wale mnaomshauri kwamba lazima machifu kazi yao irudi, yaanze kuthaminiwa, wawe kila mahali, tangu kwenye kata, kwenye serikali za mitaa, tunasema kwenye bunge n serikali kuu lazima waweko machifu. Tunachojivunia ni utamaduni wa babu wa babu zetu na bibi wa bibi zetu, na huu ndio urithi wetu. Karibu mpendwa msikilizaji, binti na mwana wa mama Africa, Mother Africa. Hapa tuliko kwenye background hapa, msalaba hapa, unaitwa Msalabani hapa ni Bagamoyo. Wengine anasema bwaga moyo. Yamefanyika mambo makubwa hapa. Mimi kwa utaalamu wangu naona ni mambo maovu sana sana yalitokea hapa e. Ni historia lazima tuijue. Kuna ukatili mkubwa sana wa kiutu ambao ulitendeka Bagamoyo, tumeanza hapo nyuma. Umeona, hapa ndio lango la dini ya Ukristo ilikoingilia mwaka 1868 Christianity, Ukristo uliingia hapa kupitia hapo lango hili naloliona, Padre mmoja Father Anthony Hona ndalikuja na mafratei mafra wake wawili wakaingia hapa mabruda kaingia waka nao wakaleta Ukristo. Kwa nini nasema ni jambo mimi nalita ni jambo baya? Kwa sababu sawa, leo tumeshakuwa Wakristo wengi tu, ila nia yao haikuwa kutupeleka mbinguni, nia yao ilikuwa ni kututawala tu, Roman Empire ambayo mpaka leo inatawala. Eh, haisemwi, lakini Christianity kila mahali, kipiga hesabu tafuta hata kwenye Google, eh, kuna Wakristo wangapi? Sasa na Uislamu iningia hapa hapa pia. Sasa hizi dini walioleta Waarabu na Wazungu nia yao ilikuwa ni tawala, ni biashara. Eh? Waislamu nao wakaona opportunity ya kufanya biashara, wakaamua wa kuingia. Lakini watu wengineje sasa? wakaona kwa, kwa sababu sisi wa Afrika ni watu wa kiroho, waliona walete dini kwamba kwa, kwa sababu sisi tunapenda mambo ya Mungu, kwa hiyo sasa wakatuletea kwa njia hiyo, na kweli tukaingia mazima. Mpaka leo sasa dini imeanza kututesa, mnaona mijadala inayoendelea mitandaoni. Unakuta sasa jambo likifanya mtu anasema Waislamu hawa, ah <laughs> hawa Wakristo wale, hawasemi ni Wayao, Wazaramu, Wasukuma, Wanyamwezi, Wahaya, Wachaga, Wakinga. Ah, sasa unatizamwa wewe ni dini gani? This is very dangerous. Yani ni hatari kubwa, akisimama muislamu anataka kutetea kiongozi wa Kiislamu kwa jambo lolote alilofanya, liwe baya liwe jema, lakini analitetea kwa kupitia dini Mkristo naye analitetea au kulishambulia kwa kutizama dini ya yule aliyesema. Ni mbaya sana. Lazima tujifunze. Ngalia ya Ethiopia ilikuwa nchi safi kabisa Pan African. Lakini imegawanyika, kuna <laughs> Eritrea, kuna ya Sudani mpaka nchi inagawanyika kwa ajili ya dini. Nigeria sasa United Kingdoms of Africa tunaleta solution au nisiite solution, niseme pendekezo, namna ya kuondokana na hili janga linalotujia hmm, baya sana kwa sababu ya technology. Jambo likiongelewa Mwanza, tayari nafika America, nafika China, wanadiaspora wote wanalidaka, lakini wote Asilimia tisini na tisa linaingia kwao wakilini kwa mlango wa dini. Mbaya sana kwa sababu watu ambao eh, wameachana na misimamo ya dini tuko wachache sana, sababu hata viongozi wa serikali, viongozi wa mashirika, wote wanakuta wana dini zao. Kwa hivyo jambo likisema kwenye dini yake anaona hilo ndio sahihi, linalosemwa na dini nyingine linaonekana sio sawa. This is not right. Hii sio sahihi kabisa. Hapo napoongea naongea na Watanzania lakini na zaidi nataka niongee na naongea na Waafrika. Tunaona nchi zingine ni msimamo sawa sawa, China hawanayo mambo ya Christianity na Islam. India sawa, wa Kristo wa, wa Islam hapo, lakini wao wanasema sisi ni Wahindi, hey, wanajali sana Hinduism. Hilo linawakomboa sana wazungu kama wanavyosema. Narudia sasa, Wakristo Warumi walivyokuja hapa wao, wow, no, ndio walishinikiza tena, wakamshinikiza hata Mheshimiwa mkuu eh, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakamshinikiza aondoe machifu. Very sad. <laughs> ni jambo ambalo sasa lazima kwa sababu machifu bado hapo, sehemu chache tu ambazo unakuta kingdoms, eh, zile kasri za, za wafalme zimebomoka, hazijajengwa, ila wanajulikana kwa sababu kuna na umoja umoja wa machifu. Sisi, United Kingdoms of Africa, tunataka muungano wa kweli wa machifu Yani, kings and queens wa Afrika waungani, wafanye lile jambo lao ambalo ndio walikuwa wakilifanya, kwa sababu hii mgawanyiko wa Afrika, eh, tulisema Tanzania, Kenya, Uganda ni matokeo ya, ya ujambazi, eh, uhuni si uharamia pati neno zuri <laughs> eh ambao ulifanyika Ujerumani wanawita Berlin conference. Conference yani watu wanakaa kuiba nchi ya watu kuichukua mnaita conference. <laughs> Lazima tuwe na neno sahihi. Eh? Majambazi walipokaa tutauliza labda kamanda wa polisi mkuu wa polisi wa taifa hicho kitu tukiitele kilichofanyika mwaka 1865 eh, sitini na eh, tano. Sitini na nne Novemba, mpaka sitini na tano Februari. Berlin, chini ya Chancellor von Bismarck, Jerumani, ambaye na yeye alikuwa anatafuta na yeye kuingia kwenye mfumo kwa sababu wa Italia wa Spanish, wa, wa Ingereza walikuwa wameshapata maeneo wamejichukulia wa Belgiji na yeye anataka kuingia kwenye dhambi hiyo kubwa ya colonization. Kwa hivyo wakasema jamaa yote tukae pamoja, wakakaa Berlin. Miezi kama minne wanakaa wakawekaramani ya Afrika. Wanakata wetu kupe huku, wetu kupe huku, wetu kwa huku. Sababu Kongo ilishachukuliwa na Falme Leopold wa pili. Maka aliona kabisa hiki kipande hiki kikubwa this chunk eh, yenye madini kabla tuna dhahabu na kila kitu, eh? Akajichukulia. Sasa Mjerumani kwa sababu ndio mwenyekiti Chancellor von Bismarck akasema na mimi nachukua hiki kitu. Kipande hiki kinaitwa Tanganyika na, na Rwanda na Burundi. Kwa hiyo nakumbusha kwenye historia, watu wanasema e, si nchi tumepewa na Mungu? Hatujapewa na Mungu, tumepewa na mzungu. Sisi tulikuwa na kingdoms zetu tunajitosheleza, tawala, mfalme yuko na makia wanaongoza watu wao, na walikuwa wanajali utu wa mtu, sio vitu. Sasa leo tunajikuta sasa kwenye hizi unakuta sasa tunaanza kujali vitu. Ndio maana watu sasa hizi wanachoongelea ni vitu eh, wanaongelea migodi. Je, watuwatu vipi? Hapo watawala sasa wa dunia. Maana wazungu bado wanaposema Roman Catholic Church. Eh? Vatican City State ina mabalozi, kila nchi ina mawakala wa dini yao. E, wale siasa yao ni dini, ambayo nimesema dini ni kututawala, sio kutupeleka mbinguni. Hilo luzingatie, rafiki yangu, Mkristo mwenzangu, Muislamu mwenzangu, kwamba nia ya kuleta dini ilikuwa sio kutupeleka mbinguni. Walijua tunafahamu fahamu kara ugu gai nungu zambe zumbe huyo ndio Mungu wanaevita Yehova na Allah na kina speak na kina Stanley walikuja, wakajifunza mahilooh. Hawa anthropologists they knew kwamba tunamjua muumba, tunajua mbingu, tunajua madini ilawaliia ya kuingilia. Kwa hivyo unapokuwa kwenye dini yako nataka kwenye kwenye back of your mind kwamba sawa umeshaingia, eh? na ni ngumu sana kutoka kwa sababu unakuta baba Muislamu, babu Muislamu, bibi ni mkristu, babu ni mkristu, kwa hiyo kutoka ni ngumu, ila ujue ulipo kwamba chanzo chake ilikuwa ni utawala wa kwao. <laughs> na ndio maana hata tukisema hija, eh, lazima uende Arabuni eh, lazima uende Vatican, lazima uende Israel Eh? Lakini unaweza kukuta mtu anakaa Dar es Salaam hapa kwao ni Moshi mo, mo, mo, Wachaga wanajitahidi sana. Lakini kabila zingine unajikuta, nenda kwenu Sumbawanga vya Rabulo peleka msiba. Wendi kwa ajili ya kwenda kuhichi kwenye makaburi ya bibi na babu za pale, ambako kitovu cha baba yako na babu yako kilipodondokea au yawezekana na chakwako, lakini huwendi na wengine wanafika hata Bukoba, lakini hata mjini kawaende, kijijini kwa wajomba. Sasa huu ndio wito wa United Kingdom za Afrika. Tumetafakari suluhisho ni nini, kwa sababu inaonyesha ni vigumu sasa watu kutoka kwenye dini. Basi tukubaliane kwamba viongozi wote wawe na uwakilishi wa dini, siasa, hizi mbili kwa mnajua Wahindi wapo ambao wako kwenye Hinduism, eh, watu waga kali. Hawasumbuki sana wao kwa sababu wanajua wana vitu vyao. Lakini tatizo liko kwetu sisi wa Kristo na Waislamu. Ni pendekezo la United Kingdoms of Afrika kwamba basi kila ofisi tuhakikishe kiongozi akiwa Mkristo wezekana ni solution ya muda mfupi mpaka tukipona sasa akili. Sababu kama naweza na mimi swali langu ni ukombozi wa fikra, fikra zetu sasa zikipona, ah, tunaona ala kumbe hizi ni dini tu bwana, tuendelee vizuri. Ila kwa sasa mimi naona kuna jambo la haraka la kufanyika. Watu wanaongelea katiba mpya. Sasa katiba mpya inavyoongelewa, haya mambo yazingatiwe. Tuna issue ya dini, hatuwezi kuikwepa, tusikwepe o eh. Eh. Tuseme waziri mkuu, kuna makamu wake waziri mkuu Mwislamu, makamu Mkristo, waziri mkuu Mkristo awe na makamu wake eh, rais hivyo hivi. Tuondokane na hili jambo, litatuletea shida. Tujifunze Sudani, Ethiopia, Nigeria, haya mambo yametokea, ila zuri zaidi sasa. lazima kwenye uongozi, kwenye katiba mpya tuhakikishe viongozi wa mila wa jadi hawa tunaita machifu hawa ambao ni kings and queens, lazima wahusike kila mahali, wa wawe, kwa sababu wao hawafati dini, wao hawafati vyama yeah. Wapo kwa hivyo wakae. Maana tunaposema hata muungano, muungano huwe ni wahiari, kwa sababu hawaku, tunasema okay, Tanza, Tanganyika tuchukulie pa Eh, tunasema ni muungano, jamhuri ya muungano eh, ya usema, watu wanasema republic ya Tanganyika, kabla hata Zanzibar hawajaingia. Hiyo Tanganyika yenyewe nimesema ilitengenezwa na mzungu, hawa kukaa kuwaita machifu waungane. Jamani, sasa tunataka ni machifu eh, wa Moshi na Bea na Sumbawanga na Tabora, mkae munga, walilazimisha walifanyia Ujerumani. Hebu liwaze hilo. He. Kwa jamhuri ya Tanganyika ilitengenezwa Ujerumani, hawakuwauliza wenyeji kabila zao mnasemaje, eh, kukaa kikao, haikufanyika hivyo. Hata tumesema tulipata uhuru <laughs> wasa ni wabendera tunaoita, yeah, bado ilikuwa ni wazungu wale wale, ndio walipanga na katiba wakaiandaa wakatengeneza mikoa wakakata wanavyotaka wao, hmm. Unakuta mikoa ya pwani pwani hivi nakuta kuna Waislamu eh, toka Tanga kaja eh, pwani, Dar es Salaam kaja, Lindi, Mtwara, nakuta asilimia kubwa ni Waislamu, lakini ukienda huko kwingine asilimia kubwa ni Wakristo. Sasa hili jambo lazima tuliue, tuliue. Sasa tumeshachanganyika kila mkoa, lakini hawa hawashirikiani hawashirikiani kabisa. Ni kwa sababu msisi chimbuko lilikuwa utawala, sio mambo ya kiroho. Tuungane na Prince Katega wa pili kwenye harakati za kuikomboa fikra ya mwafrika ili tujitambue. Afrika yetu ni moja, ndugu zangu. Kwa nini tukubali igawanywe katika vipande vipande? Tuungane pamoja, tujenge Afrika moja kama ilivyokuwa zamani. Mungu ibariki Afrika.